Habari yako mtazamaji wa chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu sana katika chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, ambapo leo ninaenda kukutia moyo. Kuna wakati katika maisha nilikuwa siamini kwamba kesho yangu ingekuwaje. Nilikuwa sina msaada, nilikuwa sina matumaini, sina matarajio, sina kitu, yaani sina pesa, ni mimi kama mimi. Sikuamini kama kesho yangu ingeweza kuwa njema. Sikuamini kama na mimi leo ningeweza kuwa na kwangu. Lakini dunia ikanifundisha kwamba usikate tamaa, hakuna kitu kinachoshindikana chini ya jua. Hakuna kitu ambacho unaweza ukamwomba Mungu akakunyima. Mungu ana uwezo kukusaidia pale ambapo na we mwenyewe utakuwa umetambua kwamba inawezekana. Kwa hiyo leo ninakutia moyo. Mimi ninaitwa Muhere Madamu. Kama bado hauja subscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu fanye hivi sasa hivi, kwa sababu tunakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya familia, kwa ajili ya jamii nzima. Unaweza kutupigia simu au kututumia ujumbe kwa namba 0754579224. Karibu twende pamoja, uweze kuona nini kilinisaidia, nilifanya nini mpaka kuhakikisha kwamba leo nina kwangu na mimi na leo maisha yangu, nina uwezo wa kuishi bila ya stress na na uwezo wa kutabasamu tena. Karibu na tuanze. Hoja ya kwanza ilikuwa ni kukubali ukweli wa hali yangu ya awali. Safari yangu ilianza pale ambapo nilipojitambua nilipojitambua nikaukubali ukweli, nikaikubali hali yangu ya awali, nikajitambua, nikajua kwamba mimi sina kitu, mimi sina pesa, sina msaada, sina mtu wa kumkimbilia, hakuna mtu ambaye anaweza akanishika mkono. Nikakubali sasa hali yangu ya awali, nikasema kama sina kitu, sina mtu, ni mimi kama mimi, nafanya nini sasa? Nikajikubali na nikaanza sasa kupanga mikakati nikaanza kupanga malengo, nikaanza kusema ninafanya nini, hatua gani nichukue. Nilivyoujua ukweli na kubadilika na kukubali kwamba mimi sina kitu, kama mimi sina kitu, mapambano yangu yatakuwa ya mtu ambaye hana kitu, sio ya mtu ambaye ana kitu. Nilivyoukubali ukweli, mambo yalibadilika. Hoja ya pili ilikuwa ni kujifunza kutokana na maumivu Maumivu yote ambayo nilipitia, changamoto zangu zote ambazo nilikuwa nimepitia, ilikuwa ni darasa, alikuwa ni mwalimu tosha wa kuniambia kwamba sasa, kutokana na haya maumivu, sitaki kuumia tena. Sitaki kuwa na hizi changamoto tena. Sasa kama sitaki kuwa na hizi changamoto tena, kama sitaki kupitia katika haya maumivu tena, ambayo yamenifanya sina kitu, sina pesa, sina thamani, sina msaada, haya maumivu sasa, ninataka kutoka kwenye haya maumivu. Nilivyogundua kwamba yale maumivu, zile changamoto ni mwalimu, ni darasa tosha, nikasema sasa sitaki tena kuishi katika maumivu, sitaki tena kuishi katika hizi changamoto. Ninasimama, na kama ninasimama, ninakuwa na nidhamu, ninakuwa na hekima, ninakuwa na busara, ninasimamia kile ambacho ninakifanya. Sasa nikaamua kufanya kweli, nikaamua kuwa na plan B. nikaamua kuwa na kipato cha ziada, ukiachana la ukiachilia mbali kuwa mwalimu, nikaanza kufanya vitu ambavyo inaniongezea kipato. Yale maumivu yakanifundisha, yakanifanya kuondokana na aibu, yakanifanya kuondokana na uoga. Nikaanza kufanya shughuli zangu kwa kupambana, nikaanza kujisimamia mwenyewe. Nidhamu ikawa ndiyo kiwango changu kikubwa cha ja kunipandisha na kunifanya niweze kutoka katika ile hali ambayo nilikuwa nayo. Hoja ya tatu ilikuwa ni kuwekeza kwenye maarifa. Sikuwa na kitu lakini nilikuwa na akili, niliwasikiliza wengine, nilijifunza kutoka kwa wengine, niliangalia watu ambao wamefanikiwa, watu ambao wanafanya vitu vikubwa, watu ambao wana maarifa sahihi, nikajifunza kutoka kwao. Nilivyojifunza kutoka kwao, nikawa natafuta walimu mbalimbali, nina uwezo wa kufanya kitu gani ambacho ni rahisi kulingana na kazi yangu na muda wangu, ambacho naweza kukifanya kwa muda wa ziada na kikaniingizia kipato. Nikawatafuta walimu sahihi, nikaanza kujifunza kutengeneza sabuni, nikaanza kujifunza kutengeneza urembo, nikaanza kujifunza kutengeneza mapambo. Na baada ya kujifunza kutengeneza hivyo vitu, nikaanza kuingia sokoni, nikaanza kuwatafuta wateja. Hata wewe mtazamaji, huenda ni mteja wangu bila wewe kujua kwamba wewe ni mteja wangu. Nilianza nilianza kujifunza, nilianza kutumia akili, nilianza kujiunganisha na watu ambao wana maarifa sahihi, ambao pia hawanionei wivu, ambao pia wana moyo wa kunisaidia, na mwisho wa siku nikaona mafanikio ya kujifunza na kuongeza maarifa. Hoja ya nne ilikuwa ni kujituma bila kukata tamaa. Kulikuwa kuna siku za kuchoka, lakini sikuacha Nilijituma, nilipambana, nikakimbizana. Nakumbuka kipindi cha korona nilikuwa natengeneza sabuni ya kunawia mikono, nilikuwa natengeneza sanitizer na beba kwenye begi, napita door to door, yani nyumba kwa nyumba, nikiuza sabuni ya kunawia mikono, hand wash, nikiuza sanitizer. Nakumbuka nilikuwa navaa barakoa alafu wakati ule ule ninavaa gloves na kwa nimeji yaani, nimeji protect, nimevaa mpaka koti naingia mtaani napambana. Namkumbuka kaka mmoja alikuwa ni mteja wangu sana. Siku moja akaniambia, wewe dada, hauogopi? kuna watu wanauza sanitizer, wanauza hand wash kama wewe, wengine wamekufa kule da, kwa sababu wanakutana na watu wengi. Nikamwambia mimi sitokufa, bali nitaishi. Nilipambana kile kipindi cha corona mpaka kikaeleweka, mpaka nikapata kiwanja, mpaka hapo ndipo nikaanzia. Hapa nipo kwa ajili ya kukutia moyo, sipo kwa ajili ya kukuambia nimefanikiwa sana, nimekuwa na pesa nyingi. Hapana, nipo kukuambia kwamba inawezekana. Nilikuwa sina kitu, lakini sasa nina kwangu. Kwa hiyo na wewe kama umekata tamaa, usikate tamaa tena. Nipo kukutia moyo, kwa hiyo nilipambana, ilikuwa ninachoka, lakini nilipambana, sikukaa ndani eti lockdown. Nilitoka nikawa nje kitaa, nikipita nyumba kwa nyumba, barabara, mtaa kwa mtaa, na nikaona mafanikio ilikuwa imewezekana. Hoja namba tano Leo nina uwezo wa kujitegemea na ninawainua wengine. Sasa ninajisimamia, na zaidi ya kujisimamia nina moyo wa kuwasaidia wengine ili wasije wakapita kwenye changamoto kubwa na changamoto zinazoumiza kama ambazo nilipitia mimi. Ninawasimamia watu, ninawaelekeza, ninawafundisha ninasimama kwenye moyo wa malezi, na huu ndio moyo wa malezi, ambapo tunajitahidi sana kuhakikisha tunawainua wanawake wengine ili waweze kusimama. Tunainua familia nyingine ili ziweze kusimama, na mtu atambue kwamba una uwezo wa kuwa hauna kitu, hauna chochote, lakini ukafanya kitu kikawezekana na kikaonekana machoni kwako, mbele za Mungu na hata kwa jamii nzima. Ninakutia moyo tena, narudia kusema inawezekana, inawezekana kutoka chini kabisa, hauna kitu ukilala kwenye mkeka au ukitandika kigunia chini, lakini mwisho wa siku ukawa na kwako, ukawa una nyumba yako, ukawa una familia yako na maisha yakaendelea vizuri. Nakutia moyo, usikate tamaa, usijiue, na wala usilie, usiseme kwamba imeshindikana, haiwezekani. Mimi basi tena niko hapa kukutia moyo, ninakwambia kwamba inawezekana. Usisite kuse, kushare video hii kwa wazazi wengine, ili nao pia waweze kujifunza hiki kitu ambacho wewe leo umekipata. Subscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, uendelee kuwa mmoja wa familia ya Moyo wa Malezi. Una uwezo wa kucomment ukatuambia ulipitia changamoto zipi, ni njia gani ulizitumia kutatua hizo changamoto, na sasa unaona kwamba mambo yamekaa vizuri. Safari yangu haikuwa rahisi. Nilianza nikiwa sina kitu, sina matumaini, sina mwelekeo, sina chochote, lakini nilijifunza kitu kimoja tu, kwamba unapoamua kujitoa Unapoamua kutokata tamaa, maisha yanabadilika. Maisha yalibadilika kwangu, na wewe kwako, kwa yanaweza kubadilika kupitia simulizi hii fupi. Niko hapa kukutia moyo, kukuambia kwamba usikate tamaa, inawezekana. Jaribu, hebu fanya, usikate tamaa, uwe na bidii, uwe na maarifa. Sio bahati, ni kufanya kazi kwa bidii ni kujitoa ni kujituma, na Mungu anabariki kazi ya mikono yako. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo kupitia simulizi hii, hivyo usiache kushare video hii, huenda ikawasaidia watu wengine nao ambao wamekata tamaa, kwamba ana uwezo wa kuanza moja, lakini mwisho wa siku maisha yake yakakaa vizuri. Usiache kupenda video hii na wala usisite kusubscribe ili tuweze kuwafikia watu wengi zaidi. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Mungu akubariki. Asante.